Mko na bingwa na sibu, bingwa na sibu, bingwa na sibu. Leo nimewaletea wasanii wawili ambao wana upinzani kupitia miziki yao. Mmoja anamwambia mwenzake eti naweza, mwingine anamwambia mwenzake eti mimi ndo naweza. Sasa leo nimeamua kuwaleta mbele yenu ili nyinyi wenyewe mchague nani ambaye anaweza katika wasanii wawili, nani ambaye anaweza. Mmoja anaitwa, mwingine anaitwa Alosa, na nimeamua kuleta ngoma zao kila mutu na ngoma yake moja, ili mchague nani ambaye anaweza. Hapa tunataka tuanzie na Alosa kwa ngoma yake ambayo inaitwa Beta. Alo alo Alosa ya huyo alikuwa Alosta. Sasa ngoja tusikiza ngoma yake Charoniki, ambaye na itwa na Lalompese. Huyo hapa Charoniki channel. Nararumpite, nararumpite, nararumpite. Ya nazani ngoma zao mumezisikia. Sasa hapa kinachobaki inatakiwa mwache comment, kila moja aseme nani ambaye anaweza katika hao wasanii wawili, nani ambaye anaweza, tukutanie comment na inatakiwa munifanyie subscribe, share, comment, like. Asanteni sana Taduria, bye-bye.